Mtume wetu Muhammad huwa <laughs> ni mtume wake Mwenyezi Mungu, tena ni kiumbe chake, fa salawatu Allahi wa salamu alayhi, rehma na amali za Mwenyezi Mungu zimwendee, pamoja na masahaba zake, masahaba ambao walifahamu na wakajua ya kuwa anna dunia na buta min zawadi, dunia ina muda wake, na ichelewe vipi itakavyoweza kuchelewa, hapana budi mwisho wake ni kuondoka.

Katika hotuba yetu fupi inshallah, akituwezesha Allah maneno yake Hasan Basri ambayo ni tabia, naye aliikopi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana fi yawmin min ayyam, siku katika masiku. Kana yamshi fi suq min aswaq al-Basra, na siku alikuwa akitembea katika masoko ya Basra, watu walipokuwa wamemjua kama mjuzi. Watu walipokuwa wamemjua kama mwenye kumwogopa Mungu. Watu walipokuwa wenye kumjua kama kutawadhia mnyenyekevu, fashtama alasi lai. Wakamsogelea wakamwambia, ya taqiya din. Ewe ambaye tunakuona sifa yako. Unamwogopa Mwenyezi Mungu, ma jahaduka fi dunya. Kuna vita gani ambao unapigana na nafsi yako ndani ya dunia hii? Ili tunapokuona kwa macho yetu tushuhudie kwa wewe ni tunapokuona kwa macho yetu tushuhudie kuwa wewe ni mtawadhi unyenyekevu. Majaakaiua nini, jitihada ambayo naifanya ndani ya dunia yako hii mpaka ionekane ukawa naonekana na tabia kama hii? <coughs> jambo la kwanza alisema ali, mtu nilijuaga ya kuwa analaha, mutalina alaiya, kuwa Mwenyezi Mungu yuko juu ananiona, fastahaitu nilikuwa ninasikia haya wakati mimi itaonekana ninafanya kosa, hali ya kuwa na ushahidi ya kuwa Allah anatizama tayib. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sifa yake macho yake, la ta'khudhu sinatun wala nawm, hali ina usingizi wala kuhafilika, vipi wewe uko tayari kumkosea? Vipi wewe tayari kuyafanya makosa ambayo ikiwa unatajiri wako ambaye amekuweka ndani ya biro, anakuambia kazi hii, mfano unasimamia duka lake, ameweka kamera sivias, akija mtu na mazungumzo kinyume cha kazi, unawambia njoo tuzungumzie nje. Hii tabia tatoa aengi, naogopa kuharibu kazi yangu. Akikuomba unamwambia subiri, utaningoja nyumbani ikiwa mimi nitatoa pesa hapa nikakupa, ataona kuwa ninafanya uharibifu. Ikiwa huyu ambaye jicho lake lina limit, ambaye ni tajiri wako, vipi huyu mwenye kupa pumzi? Vipi Allah mwenye kukupa uhai? Vipi Allah mwenye kuyatizama yote? Basi Hassan Basri anasema, nilipokuwa nikitaka kufanya kosa moja kwa moja, nilikuwa natizama, nasema sina uwezo mimi wa kuziwia jicho lake Allah. Moja kwa moja nasikia haya kuonekana, mimi nimefanya kaa. Jambo la pili anasema, alimtu nilijuaga ya kuwa ana amali la yakumu biha ghairi kazi ambayo mimi ninaifanya hakuna mwengine wa kumfanyia, fashtaghaltu bi nilijishughulisha nayo. Kazi ni gani? Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume Muhammad wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liyaabudun, si kuwaomba watu na majini isipokuwa ni ibada. Ibada tunaweza tukajiuliza ni nini? qala shaykh alislam ametufasiria. Shaykh wa kiislam Taimia anatuambia ya kuwa ismu jama likuli feli ma yarda Allaha wa rasula, niyo kitendo ambacho kitaonekana ni kenye kumfurahisha Allah pamoja na mtume wake. Hii ndio inaitwa ibada na katika ibada Allah subhanahu wa ta'ala, popote pale, ikiwa wao tawapatanisha wale ambao waliokosana, moja kwa moja ni ibada. Ikiwa utazungumzia yale ambayo ni maneno yake Allah, ni ibada. Ikiwa ni kazi hii ambayo tuliona tumeshuhudia ilikuwa inafanywa hapa, napatiliza katika fursa hii kuyazungumzia kwenye mimbari ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna kauli l hikma ambayo nasema, kila bunyani adhima kana mujarad alhalita. Jengo lote lile ambalo mtakalo liona limejengeka fasi juzi, likuwa hakuna jengo, unakuta kesho kuna jengo. Kana mujarad alhalita, kuna fikra ambayo ilitumika, yule ambaye aliyezungumza na yule ambaye aliyejitoa katika kazi hiyo basi ukitafuta dalili zaidi ni kutizama kile kitu kilifanyika, jibu moja kwa moja inaonekana n kazi imefanyika. Kwa hivyo ndugu zangu wa tukufu Islamu, katika ibada kuna kitu ambacho nakuja tashwishi shaitani, shaitani na anatupa virusi kwa njia moja ama nyingine. Basi moja kwa moja ni wewe wakati unajua hiki ninakifanya ajili ya nani? Ikiwa nafsi yako itakwambia umefanya hiki ajili tukusifu, mimi ninaweza nikakushaulia demisionata kwa sababu sifa zetu sisi hakuna popote pale zinaweza zikakulika. Na ikiwa kile ambacho ulikuwa unakifanya unakijua, mimi nilikuwa nakifanya kwa ajili ya Allah, kama vile Hassan Basri alizungumza: alimtu anna amali la ya yakuma bi biabai, kazi hii ambayo Allah nilikuwa nikifanya ni kwa kutua ya kuwa hakuna mwingine wa kumfanyia ndiyo kazi ambao Allah amenituma duniani fashtaghaltu bihi nikajishughulisha naye taibu wa islam ya aibu. Alhamdulillah kwa wote waliojitoa uongozi na waliotoa msaada, tunaomba Allah awalipe kila la khairi fi dunya wal akhira. Na kwa hivyo katika fursa hii mimi ninapatiliza mwenyewe nitatoa muda na wakati insha Allah, na nikimwomba anjeneri ambaye alikuwa anasimamia msikiti ikiwa yuko hapa, tumeambiwa hapa kuna tumeambiwa hapa kuna pesa dola ambao msikiti ulitoa, aende kwenye maktaba ya kiislamu wamkabidhi, tuone sura mbele. Nimalize hapo ambapo watashindiwa, mimi mwenyewe sitakosa hata saa moja, na wengine na wengine, tusaidizane tuimalize nini, nyumba yake nani? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad inama

lakini kuwa nilitoa kwa Allah, kuna hazina kule ambayo ayiozi na yeye anahifadhi anayojua yali yaliyokuwa ya wazi na yale yaliyokuwa ya siri. wa aqama as-sala, na wakaisimamisha sala. Sala tizama, sala inafanywa wapi? Inafanywa msikitini. Ikiwa watu watakutikana wanasalia ndani yake, wao si mewachii ibilisi wakati ya kukuzimia thawabu hizo unaweza ukao huko ndani ya uongozi wote ule. Kuna wengi wamefanya kazi kubwa hapa na wako uongozi. Kuna wengi ambao wameshughulikia msikiti huu. Tumesikia kiongozi wa dini anatuambia hapa, alikuwa anaitwa Jambeka Ngusi, alijenga msikiti, hakuwa hata mwazi ndani ya msikiti, lakini kwa ajili ya Allah alijitoa. Na wewe kwa ajili ya Allah, isionekane msikiti unamalizika kabla hujafanya nini? kabla hujaonekana umetoa mchango wako, kwa sababu alipokuwa ameondoka mtume wetu Muhammad. <laughs> Kuna wale ambao wanaitwa, e, wale ambao wanaitwa wale ambao walitaka kutoka ndani ya wa Uislamu wakauliza, ikiwa sisi sadaka zetu tutazitoa? Tulikuwa tukizitoa tunayemkabidhi ni mtume Muhammad, leo ameondoka, wapi tutazipatia? Nani kwa sababu bahili mea la hoja zake anajiambia nafsi yake, nitatoa itakwenda wapi? Itafanya nini? Lakini wawa, kile ambacho unachokifanya ndani ya sheria, tunawaambia al-ibrat fi al-maqasid la bil alfaz wal mabani, mazingatio ya kitu ni kile ambacho kiko ndani ya makusudio yako. Ikiwa maksudio ya yako, uliacha kazi zako, uliacha shughuli zako, pesa ambazo ulikuwa unaweza kufanya shughuli mbalimbali nyumbani meziziwi nasema hapana, mimi najitoa kunako nyumba yake Allah moja kwa moja endelea, kwa sababu matarajio yako faida ni yako mwenyewe utaipata kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu, anasema alimtu, nilijuaga ya kuwa ana riski layafudha wabaidi fatmaantu kalbi, nilijuaga ya kuwa riski yangu hakuna wa kuichukua.

Halaktuka lilibada fala talab, tizama termi ambayo Allah ametumia, nimekuumba ajili ya kufanya vitendo vya kunifurahisha. Fala talab usifanye mchezo. Ikiwa o amejitoa, wanasema mimi niko tayari. Nilikuwa na kazi, lakini kazi yangu ya kutwa niekata nusu. Nilikuwa na dola mia, nasema nimekata ishirini kwa kuijenga nyumba yake Allah.

chokesha viungo, mizigo beba, sadaka leta msikitini, msikiti jenge, fadhia barabara utalipwa, tengeneza nyumba ya Allah, hiyo ndio yako. Na ikiwa wewe ni enjineri ambaye Allah amepatia elimu, tumia elimu yako hapa, hiyo utaipata malipo. Kwa nani? Kwa Allah. Ndio Allah akawambia Mtume Muhammad "Khalaqtuka lil ibada, Nimekuumba kufanya hiyo ibada yangu, kuijenga msikiti kusimamisha sala, kuitoa zaka, kuitoa sadaka fala tata fala tala, usilete mchezo. Anaweza akawa mmoja akakuletea fikra, anakwambia tunaona tunasumbuliwa, lakini tukitizama historia ya Goma, hakuna yule mwalimu ambaye ameisha tolewa meno. Mtume Muhammad amefariki, meno yake imetoka. Wakati wao unatukanwa, macho yako inatizama kazi kama hii kuna siku hata mmoja nilimwambia mtoto wangu wa mnaachia kazi mniachia nani, inabidi ndio wakati wa kuitumika. Isitoshe, imamu ambaye alikuwa hapo Abdul Karim, bwana tulikuwa tukizungumza, ikiwa macho yetu, jana tulikuwa tunaona sura natuonesha mimbari haikuwa hivi, leo imebadilika, kuna kazi ilifanyika. Ikiwa ukuta ulikuwa hivi, leo imebadilika, kuna kazi ilifanyika, na wale watakaokuja tushirikiane tusaidizane tuimalize nyumba yake nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Waliotangulia wakati wa jambe walifanya kazi yao hivi, wanalipwa waliokuja. Historia ya msikiti huu, nafikiria kuna saje ambayo mnaweza mkamuuliza, shoto tulikuwa naye kundi moja, tunaenda chukua karibi hapa kukibabii, karibi mnafikiri mnajua hiyo ambayo inatoka mbongoni, ndio tukoona tunapaka mkuu tukachoka tukashindwa, unamaliza pakiza, ukakuta huu huyu umechafuka. Ikafikia wakati tunaikaa ndani ya nyumba yake na mkubwa wake Sadi, nafikiria tunazungumza msikiti, tufanye nini? Ilikuwa ikopo ya katrelit sasa, sas msikiti, lakini tukamaliza, ikaonekana ni hiyo huyo, umemaliza hapa hapa, wamechafuka ukakuja, wengine wakaweka makaro. Leo hii na hii inaendelea, tuendeleshe nyumba yake nani, Allah subhanahu aliyekuwa akifanya jambo lolote ajili yangu mimi ama yoyote aache, na ikiwa yoyote ali likuwa ukiyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, malipo ya Allah ipo kila siku, kila wakati Allah, ki, wa wa alwani, Adha, Allah, wa Allah, na tutakutana nayo. Tunamwomba Allah kwa huruma yake kwa yote ambayo tumekosea kwa maneno au vitendo au mwenye kutusamehe madhambi yetu.

alimtu nilijuaga ya kuwa anna almaut haq, kuwa mauti ni, ni kweli. Ikiwa e baba yangu amefariki, mama yangu alifariki, ndugu alifariki, rafiki alifariki, jirani alifariki, mpenzi alifariki, ninao wajua naona wamefariki, nisiyo wajua wamefariki. Alimtu niliifundishaga nafsi yangu ya kuwa anna almaut haq, kuwa mauti ni kweli fa aktharu kila wakati nilijitayarisha kujiongezea zawadi ya kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Wakati roho itatoka na kwenda kukutana na vitendo vyangu na kwenda kukutana na yale niliyotanguliza. Rafiki jamaa, wanatuambia wa Faransa ya kuwa au reagir en groupe les consequences et personnel, mnaweza mkaamua kwa kundi, mimi nimfurahisha huyu mimi nimfurahishe huyu, lakini madhara ambayo nakwenda kukutana nayo kaburini ni mimi peke yangu. Mara ngapi tunafika huko juu, umesimama juu ya kaburi ya baba ya mama, unakuta ahbabi la yatakalamuna, wapenzi wa wazungumzi, jirani la yatazawaruna, majirani hawatembeleani. Kila mmoja kimya, anaulizwa yale aliyokuwa ameyakusanya. Ikiwa wewe uko distre, basi usitaki kudistre wengine katika ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema ta khalaqtuka lil ibada, nimekuumba wewe mwanadamu, ujue ya kuwa kazi yako ni kunifanyia vitendo vinavyonifurahisha. Fala tal'a, usilete ndani yake mchezo. Mfano, zamani ilikuwa tabia, unakutana imamu anasalisha, mtu anakwambia mimi natoka ndani ya swala sitaki sana, utaki swali, unajivua imani bila kujua kazi ya Mwenyezi Mungu, kuna malaika walishuhudia. Tunachukua bile tunabomoa ukuta, leo wanakuja sali Ijumaa wanakuta hiyo ukuta imebaki hivyo hivyo, tunawambia sisi tunaacha tunamwachia naye kazi ya Allah tusaidizani tai, unaweza kuwa katika mwongozi kuelewa na nini tai kufanya kazi ya Allah, yeye ndiye anakutizama na yeye ndiye atakulipa na yeye ndiye unatarajia malipo kwake. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa Islam, ningeliomba jambo hili nalisema kwa sababu najua saizi hizi Allah iko na rekodi hii Jumaa ambayo inakutana kwa sikio lako wewe mwenye kusikia na kwa ulimi wangu mimi mwenye kutamka. Tujitahidi isiendelee kazi mbaki, tujitahidi tuweze kuimaliza, ionekane sisi tulibomoa, lakini na tumemalizia nyumba yake Allah Subhanahu wataala Ta'ala, nafikiria insha allah kwa uwezo wake Allah, tujitahidi kila wakati, kila saa. Hata wakati unataka kufanya kazi, muombe Allah, mwambie Mwenyezi Mungu nisaidie kumaliza jambo hili. Mtume wetu Muhammad katika dua ya jambo lolote alikuwa akizungumza, wa khairu umur khawatima, mwisho ya kazi uzuri wake ni na mwisho, na hapo mwisho ndio kuna mtihani, inaweza ukaipata sawabu